Ni marufuku eneo la la wazi kulimwa na watu watu. Afsadi wanadai wana hivi, kama unanidai hivi una, unachukua kwa nguvu au unadai eneo, achia uongo jamani. mm -hmm. Kwa hiyo mimi niombe bwana afsadi, tusaidie sana tena, wewe ni mtu makini sana afsadi mteule, hebu tusaidieni hili zoezi likamilike kwa upande wa Katesh. tulinde yale maeneo yetu wakuwa vitongoji wa mamlaka ya mji wa kwa maana ya Katesh Tumeanza kwanza eneo la majaribio tumesema moja, itakuwa awamu ya pili na Dumbeta awamu ya pili. Wakuu wa vitongoji, vitongoji kumi tutaanza na zoezi letu, maeneo yote yawe sarena, maeneo wazi lazima yawe nyie. Ndio mnasema TEO hii hii hivi hapa pafanyiwe vikao hapa, tufanye vitu fulani, zinalindwa kwa niaba nani? Jamani ee, wakuu wa vitongoji, tufanye hivyo. Kingine jamani, hakuna mauzo maeneo ya umma hili limechukia jitahidi kufanya kazi kwa umakini. Maeneo wazi yasiuzwe, si sawa jamani eh? Kingine marufuku ng'ombe kuzua, hii imeongelewa hivi jamani. Wako wapi vitongoji? ni waulize sasa. Tulichopata kwenye hii swala la ng'ombe, tulipata shida kubwa. Watu wanasema ng'ombe mwisho ni ni nani, wapi? jamani bana, viongozi wakubwa wa, wa siasa wanasema mwisho ni hapa. Nini tunahitaji Kashima, eti nani mtendaji, walikuwa wanasema mwisho ni wapi? Kashima, Kashima, Kashima. Jamani nani katangaza? hivi jamani, hao vezi wanajipenda na, na tayari tumeshafanya mazungumzo na watu wa Simba na tiketi yenu hii, hili ondoeni kwao, hata kuwe diwani au nani jamani, lazima tuwe wa kweli. Ng'ombe sasa, tunataka ng'ombe. Mimi nachofanya na watendaji wangu, watendaji kuanzia Jumatatu, na ombeni mkiona ng'ombe mahali kamata, kitongoji, leta kwangu. Wao si wataka kukamata ng'ombe

watemeni msiumie tena kwa wa sababu huyu dada kaumia sana wu, Eliza kaumia, anaenda pale bosi wake anaambia, hapa tumet. leo miti jamani, mo tusikilize jamani, leo miti iliyopandwa na mkuu wa wilaya imeliwa na ng'ombe na ng'ombe, hata macho machako satutaki. Nani iko mamlaka ya machako kwa nani? Hamisi mzee, una hali mbaya. Halafu wewe ni mrefu wewe, samarisi. Hata machako hatutaki, tumesema, ng'ombe kama unampenda mume wako hata lala naye, lakini tengeneza zero grazing. Kuomba kweli jamani. Ng'ombe kama ni mzuri, ni mweupe. Kuna mtu mtu anaota tu usiku ng'ombe mweupe, ng'ombe mweusi. Watu hata hela benki waote, lakini watu wanaotea ng'ombe. Sasa, mimi ni waombe. Mwatendaji, msiumie. Hii, kamata wewe, leta huyu kitongoji ya Gesa ng'ombe hataki kukamata. Na ile miti ile miti bwana, nimeongea na nani asema nani, andaeni ile miti kwa kirudi, tutapanda tena. Na huu mti kutoka nani, Tumaini mpaka Machako tumepanda miti ninulio na mkurugenzi, miti elfu moja mia tano saa hizi zote zimechungiwa, sijui so, kama mna habari zote zime. Sasa niangalieni jamani, hivi tutakuwa na huruma. Bwana mkubwa hapa anasema nimegezeni. Mimi nilikuwa nasubiri nyie tuongee na nyie. Hivi sasa unalegezaje serikali inaingiliwa mpaka chumbani? Unalegezaje jamani? Ingekuwa wanasikia, wanatusikia hata tukielegeza. Au wangu jamani. Hebu mm, wakuwa vitu ngwe leo tuongeeni mwenye kiti na wewe upo. Kama tunaamua kuacha ng'ombe mnaambie TEO, tuache. Kama nyie mkikubali tuache, tunaacha wote. Kama tunaamua kufanya kazi tunafanya kazi wote. Sio kama tumeelewana jamani? Haiwezekani ng'ombe wakawa jamani eneo la Dumbeta tukamati ng'ombe. Tuelewane kabisa. Dumbeta mpaka wake mwisho ni wapi? Kwa sababu iko siku ng'ombe imeenda kwa matoka kwa awele mwenye nyumba kubwa, wanasema hii ni Dumbeta. Hivi ni sawa sawa kweli jamani? Dumbeta, mwisho wake mimi naujua hata kwa kichwa. Kama hamjui, ng'ombe waishie Dumbeta. Ng'ombe waishie Jerodomu. Tumeelewana jamani? Jerodomu, mipaka ya Jerodomu, ng'ombe hatuna ugomvi. Kulima na kila kitu kwa upande huo, tutaenda awamu ya pili. Niko ndani ya mamlaka ya mji. Na usafi mtafanya kama kawaida, lakini mifugo tumeruhusu. Sisi kama tunalisi, naeleweka jamani? Naeleweka. Hilo neno la kusema ng'ombe wazururaji sio wazururaji. Unajua ukisema wazururaji, manake hawana hata mtu anayewachunga. Nieleweke kwamba ni kufuga ng'ombe mjini hairuhusiwi. Jumla awe na ng'ombe zake, yuko nyuma ya ng'ombe huyo, naye ni wa kukamatwa. Watu wengine wanaelewa vibaya. Ukisema wazururaji ni kwamba hawana nani, kama mbwa wazururaji. Sio mbwa wazururaji, tutumie wanaofuga mjini Nilikuwa naomba, Kwa wale wote ambao tayari wana mifugo ndani ya mji. Mtu ni mwananchi lakini ana mifugo nyumbani kwake. Kama ulivyosema kwamba tufanye vikao na tuwaalike, na tuwaalike na wewe. Tunaomba sasa njoo kwenye vikao hivyo, alafu ndio utoe elimu e, hiyo kwenye vikao. Maana wananchi wanaweza wakakudanganya waka mwenyekiti amesema au diwani. Hiyo kauli sio sio sio kweli. Mimi, niko nafikiri kitu cha msingi ni mikutano ya kitongoji, mikutano ya kitongoji, tukiwaeleza wananchi kwamba ni marufuku kuchunga mjini. Mtu akakaidi akikamatwa, ni sahihi. Kwa hiyo naomba jamani, kinaguze, msidanganywe hawa jamani, wajanja tu. Swala la mifugo wa kuchinja tumeweka ni kule machapo. Kwa hiyo mimi niwaombe watendaji, endelee na hii mchakato mchaka. Mimi nimeweka msimamo, mwenyekiti mdadi wamesema tukivie uongo bana. mm -hmm. na sisi kwa kuwa vitongoji wetu kamati wala ambao hausi kama kitongoji mmoja kwenye kitongoji chake kitongoji na kamati wa nini, fanyeni kazi hiyo, ni kukwepa kazi. Mimi nataka niseme kwamba TEO na, na timu yangu, hawa ng'ombe wanao no, zurura, zurura hapa, kamata ng'ombe, usikamate kwenye kitoa kitongoji, kamata ng'ombe tena. Mimi nasema kamata, mapato kusanya, yaonekane kwenye mfumo Kamata kwa mwenyekiti wa kitongoji yeye, mimi kwa mfano, mimi niko kwa shambani kwa nafuko huko, mwananchi nachunga huko, mimi nasubiriwa nikamatwe, mimi nakamata kwa sababu mimi nachunga hao ng'ombe. Kamata ng'ombe, walipe faini, jamani. Hapo tena mimi nakuwa nafuata sheria, utaniona mbaya katika sehemu. Kwa hiyo hii tumepitisha kwamba watu ng'ombe zikamatwe, mapato ya kusanywe, mtoe risiti.